Malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwezi wa sita malaika Gabrieli ametumwa na Mungu kwenda Galilaya katika kijiji cha kwao na Maria, kwa sababu ya kupeleka ujumbe wa kuzaliwa kwa Bwana Yesu ambao leo unaleta taharuki kwa dini na madhehebu. Kwa sababu ya nini? Watu wa dini baadhi wanasherekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo mwezi wa kumi na mbili na malaika amefika kwa Maria mwezi wa sita. Yawezekana Yesu wenu ni kabichi, sababu ukihesabu kuanza mwezi wa sita mpaka mwezi wa kumi na mbili ni miezi sita, na hakuna mtoto ana miezi sita kidogo, miezi saba, lakini miezi sita au miezi nane, hakuna huyo <coughs> mtu. Walio wengine watu wa dini wanasema ni ubatili mtupu, lakini kwa ishu ya miezi na hesabu za watu ni vitu viwili tofauti. Huu mwezi wa sita ulikuwa sio mwezi wa sita wa mwaka, ulikuwa ni mwezi wa sita wa mimba ya Elizabeti kwa sababu Elizabeth alifanya muda mrefu bila kuzaa, kwa muda nyingine alikuwa tasa kwa muda mrefu o, akiwa na mke wake. Sasa siku moja mke amemtokea malaika amemtokea mume wa Elizabeth na kumwambia mke wako atachukua mimba. Akasema, nitakaaje mimi tayari ni mzee na mke wangu ni mogo, hilo litakaaje? Malaika akamwambia, kwa sababu hutaki kuamini maneno yangu, utakuwa bubu mpaka pale mkeo atakapojifungua ndipo utasema. Ina maana Elkana alikaa bubu mpaka siku Elizabeti amejifungua, alipoona mtoto na kupata akili ya kusema, huyo ataitwa nani? Yohana. Ndiyo mimba ambayo imemzaa Yohana Mbatizaji. Kumbe mimba ya Yohana Mbatizaji kueneza miezi sita, ndiyo siku ya kwanza malaika anashuka kusema na nani? kusema na Mariamu habari ya mimba ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe, amina. Lakini leo sisi kama watoto tunataka tukumbushe wazazi wetu kwamba uh, Yesu amezaliwa na sisi tumeshasherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo, si ndiyo eh? mm. Lakini pia nitatumia fursa ya kuuliza baadhi ya maswali kwa watoto wetu na na maswali kwa wazazi, kwa sababu kuna swali moja mzazi anaweza shindwa kujibu, ukashangaa mtoto akafanya nini, akalishii. Na ndiyo maana sisi kama watoto tunaomba sapoti kwa wazazi, ili watoto wetu wakae kwenye mahadiri, pale itakaposhindwa kumwelekeza mtoto mlango wa kanisa akiwa mtoto. Ni vigumu, ameshakuwa mtu mzima, uanze kumtuma wapi kanisani. Jamaa shaanza kusuka zake na hasa unaambia twende kwa kanisa hata so atakuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Watoto mbele ya Yesu. Amina. Hivi mama yake ya Yesu ni nani? Hivi malaika walileta ujumbe ngapi kwa tukio ya kuzaliwa Yesu yesula Ma. Eh, malaika walileta ujumbe tatu kwa hesabu hizo. Ujumbe ujumbe wa kwanza ni malaika amekutana na nani? Ujumbe wa kwanza ni wa malaika amekutanana na Maria, Anamwambia Maria, "Salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe." Eh, hiyo salamu ilifanya Maria atetemeke, kwa sababu alishindwa kuelewa, naye kuuliza ni nani na kwa nini aseme amejaa neema. Akamwambia usiogope na maneno mengine. Sasa ujumbe wa pili ulienda kwa Yusufu. Kwa sababu nini kwa Yusufu? Yusufu alifika sehemu akataka kumwacha mkewe Mariamu kwa siri kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza, Yusufu alikuwa ni mtu wa haki, hakutaka kumwaibisha nani? Mariamu. Kumbe nini, unapotaka kuwa mtu wa haki usitake kumwaibisha mtu mwingine hata kama amekukosea, si ndio eh? Watu wengine akiona udhaifu wa mtu kuliko kumuonya yeye anatangaza kwa watu. Sasa Yusufu hakutaka kutangaza madhaifu ya Mariamu kwa watu, kusema wazi nimekukataa. Alitaka akatae zake kimya kimya. Kwa nini atake kumkataa Maria? Alitaka kumkataa Maria kwa sababu alikuta Maria ni mja mzito na wao hawajaoana. Huyu dada kumbe sio mkweli, tumeishi miaka yote ya uchumba, lakini sijamuoa tu, ghafla ashakuwa na mimba ayetu sasa yuko katika hayo mawazo ndipo ujumbe wa pili ulitokea. Malaika akatoka akamwambia Yusufu, usihofu kumchukua Maria mke wako, hana kosa, wabaka wewe, beba uishi naye. Iko mimba ni uwezo wa nani? Uwezo wa nani? wa Roho Mtakatifu. Maria, Yusufu akafanya nini? Anaombilici. Ujumbe wa ngapi? Wa pili. Ujumbe wa tatu ni malaika tena anasema na nani malaika anasema na nani ujumbe wa kwanza wa maria na malaika ujumbe wa pili wa yusufu na malaika ujumbe wa tatu eh? ujumbe wa tatu ni wa malaika yusufu na maria yusufu Jumbe wa tatu ni wa Yusufu na Maria. Yusufu na Maria, huu Yesu ashafanya nini? Ashazaliwa. Yesu asha zaliwa. Malaika akamwambia Yusufu, hauna habari. Lakini kabla ya huu ujumbe wa Yusufu na Maria, siku tu wakati tu Yesu amezaliwa kuna ujumbe mwingine ambao malaika walienda kuambia wanani? wa wachungaji porini, wakawaambia kuwa tayari mfalme ameshafanya nini? Ameshazaliwa. Ujumbe watatu, sasa malaika akamwambia Yusufu, umekaa hapa, utakiwe kukaa hapa, chukua huyu ah, ah, mdogo na mama, mkimbilie Misri kwa sababu nini? Mfalme ana mpango mbaya juu ya nini? Juu ya mtoto. Hivi watoto mbele ya Yesu, hivi kwa swala ya kuzaliwa Yesu. Wa Afrika tuna tuna haki ya ya kujisifia hilo, tuna haki ya kujisifia hilo <laughs> Waafrika tuna haki ya kujisifia kwa tukio ya kuzaliwa Yesu. Kwa sababu nini? Sisi ni mmoja wa mchango wa kuokoa uhai wa Yesu Kristo, kwa sababu mfalme alipo plani mpango wa kumuua mtoto, malaika alimwambia baba wa mtoto na mama wa mtoto, mkimbie wapi? Misri ambayo ni siko wapi Afrika. Kumbe ah, ah. Nini katika kuzaliwa kwa Yesu sisi wa sisi wa Afrika tusijione kuwa tuko nyuma, kuna watu wengine Uende utarudi mpaka pale nitakapokuambia ufanye nini, urudi mbele ya Yesu. Kumbe, yeah. na sisi wa Afrika tuna sababu ya kujivunia, kuzaliwa kwa Yesu kwa sababu miongoni mwa wa Afrika walimlea Yesu, mbele ya Yesu tumba tulitaka tuseme na nyiye leo, kama watoto tumesherekea Yesu amezaliwa, na hivyo tunachoomba ni sapoti ya wazazi wetu, kutusapoti sana, kutupeleka kwenye ibada na kuturuhusu kuwa karibu na walimu wetu, ili litakapotokea na sisi kuandaliwa tuandaliwe kweli kweli, ili siku moja, kwa sababu nini? Sisi watoto wa leo ndio wachungaji wa kesho mm. Ndio waenjilisti wa kesho, manabii na makuani wa baadaye. Sasa kama ntashindwa kutusukuma kanisani, tutashindwa kuishi katika nidhamu ya dini na tamaduni za Kikristo, na tukishindwa kuishi katika tamaduni za Kikristo, tutachukua tamaduni za dunia, kesho utakuwa mgogoro na Mungu wa mbinguni atubariki, amen.